Uangalia maeneo ambayo yameathirika siku ya tarehe ishirini na tisa siku ya uchaguzi, lakini pia kubwa atakwenda kuzungumza na wananchi mambo kadha wa kadha. Ukiangalia mkoa wa Arusha ni mkoa ambao eh, unaongoza kwa masuala ya kiuchumi, masuala ya kiutalii, atakwenda kukugusia pia na na, na na na bila shaka eh, ambayomeshaingia hapa ni mkuu wa mkoa wa Arusha lakini pia e, mbunge wa wilaya hii ya Arumeru, mheshimiwa Masari, lakini pia nuzi e, wa usalama nimepanga <laughs> vyema hapa, kwa sababu usalama upo uh, wa kutosha. Na muda si mrefu sasa anakwenda kuwasili hapa mheshimiwa uh, waziri mkuu uh, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, na hii ni ziara yake ya kwanza kabisa tangu uh, kuteuliwa kushika wadhifa huo wa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Oa wa vitu wa, yako uh, majengo mbalimbali aa vituo vya polisi, lakini like pia uh, zikiwemo sheli za mafuta uh, mahakama na majengo mbalimbali ya ofisi za sisiemu, muno kubwa zaidi, mheshimiwa uh, waziri mkuu atakwenda kutembelea kuweza kukagua na kuzungumza na wananchi katika maeneo mbalimbali. Eneo la Kikatiti ni moja kati eh, eh, eh, ya eneo ambalo limeathiriwa, mali nyingi zimeathiriwa kutoka ile tarehe 29 Oktoba, ilikuwa ni siku ya uchaguzi. Tuko hapa uh, wananchi wakiwa wamekaa kwa mbali wakisubiri basi ujua waziri mkuu ili waweze eh, kufika katika eneo hili hapa moja kwa moja basi kwa ajili ya kuweza kumwona uh, mheshimiwa uh, waziri mkuu. Sasa tuna kama nilivyokujuza kwamba viongozi mbalimbali wameshawasili katika eneo hili tayari kabisa kwa ajili ya kuweza kumpokea. Uh, mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mheshimiwa uh, Mwigulu Nchemba na viongozi uh, ambao wapo wameshafika hapa ni mkuu uh, wa mkoa wa Arusha ambapo atakwenda kuwaona hapo akiwa uh, na namuona hapo akipia ameambatana na, na, na mwenyekiti uh, wa CCM pia katibu wasiu mkoa, e, mheshimiwa e, rasi wa mkoa wa Arusha mheshimiwa, wakuu wa wilaya mbalimbali, na kama utaona hapo pia e, yuko kwa mheshimiwa mbunge hapa e, mheshimiwa Joshua Nassari, wengi akiwa kwa tayari kwa ajili ya kuweza e, kupokea basi ugeni huu e, wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa uh, Mwigulu Nchemba, ikiwa ni ziara yake ya kwanza kabisa uh, katika uh, mkoa huu wa Arusha. Kama nilivyokujuza, basi atakwenda kutembelea katika maeneo mbalimbali ambayo yameathirika uh, siku ya tarehe ishirini na tisa wakati wa uchaguzi ule uh, Oktoba ishirini na tisa na nakujuza pia maeneo mbalimbali na mheshimiwa mkuu uh, wa mkoa wa Arusha akiwa eh, anazungumza hapo na mwenyekiti wa uh, CCM mkoa wa, wa Arusha, akiwa tayari kabisa kuweza kumpokea eh, mgeni wetu, kiongozi wetu, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na lakini pia ukiangalia majeshi ya ulinzi na usalama pia yamejipanga vyema kabisa kwa ajili ya kuweza eh, kumpokea mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Mwigulu Nchemba, kama nilivyokujuza, anakwenda kuangazia maeneo mbalimbali ambayo yameathirika, yameathiriwa siku ile ya uchaguzi. Miundombinu mbalimbali iliathiriwa, zikiwepo vituo vya polisi, vituo mahakama, vituo vya mafuta vilivyozoeleka kuja rashe, lakini pia majengo ya ofisi za CCM atakwenda kukagua yote hayo, kisha basi, baada ya hapo, atakwenda kuzungumza na wananchi katika eneo la Usariva, kama ndio kwanza. Nasi hapa ni mkoani Arusha na katika wilaya Almeru, halmashauri ya Meru, eneo hili la Kikatiti, ambalo e, moja ya e, maeneo ambayo yameathiriwa ni kituo cha polisi ambako e, kilichomwa moto, kituo cha polisi cha Kikatiti ilichoma moto nam tukiwa tumekaa vyema kuweza kumsubiria mheshimiwa eh, nakwenda kukupitisha kidogo uweze kutizama eh, kituo hicho cha polisi ambapo eh, kiliathiriwa na moto siku 39 ya tarehe 29 ya mwezi wa kumi ilikuwa eh, ni siku ya uchaguzi na, na ni moja kati ya kituo ambacho kitakwenda kutembelewa hapa na e, mheshimiwa mgu Nchemba mkuu wa Jemura, Mgola, e, hapo, hapa, e, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ambavyo kinasomeka hapo, ni kituo cha polisi cha Kikatiti na muda si mrefu hapa waziri mkuu anakwenda kufika hapa na sawa tukiwa tunasubiria hapa eh, kumpokea mheshimiwa waziri mkuu. Kama alivyokwambia mkoa wetu wa Arusha ni mkoa ambao eh, una eh, mambo mengi ya uchumi tukizungumzia arusha ambapo waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba anasubiriwa kwa ajili ya kuweza kukagua e, maeneo mbalimbali ambayo yaliathiriwa na vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi Oktoba 29 mwaka huu. Ni kama ambavyo ilifanyika pia hapa jijini Dar es Salaam katika maeneo mbalimbali ambayo yaliathiriwa pia, waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba aliweza kupita kukagua na kuweza kuzungumza pia na wananchi juu ya hatua mbalimbali mbali ambazo serikali imeendelea kuzichukua, na hivi sasa imekuwa ni zamu ya mkoa wa Arusha na kama ambavyo umemsikia hapo, mwenzangu Yesaya Mwambelo, ni kwamba tayari viongozi mbalimbali wa chama na serikali wamefika katika eneo hilo kuhakikisha e, basi wanaambatana na e, waziri mkuu Dr. Mwegulu e, Lameck Nchemba kwa kuhakikisha kwamba wanafanya zoezi hilo kwa pamoja, lakini vilevile pia kupata fursa ya kuweza kuzungumza na wananchi. Utakumbuka kwamba mkoa wa Arusha ni mkoa muhimu e, kiuchumi hasa e, sekta ya utalii ikiwa ndio ambayo ina E, tunasema inashika hatamu ama e, sekta ya utalii ikiwa ni kiungo muhimu katika upande huo, lakini vilevile pia ni sehemu ya lango ni lango la Afrika Mashariki e, kwa maana kutokea nchini Kenya e, kupitia mpaka e, wa Namanga, basi unaingia kwa hapa Tanzania umekuwa ni mkoa muhimu wa kurahisisha biashara kati ya Tanzania na mataifa ya Afrika Mashariki hususan nchini Kenya. Lakini vilevile pia eh, mkoa wa Arusha umekuwa ni mkoa muhimu wa kiwita pia Geneva ya Afrika, kwa maana ya ukiwezesha mikutano mbalimbali ya kitaifa na ya kimataifa, na kumekuwa na eh, serikali imekuwa ikipigia pia chapuo upande huo wa utalii wa mikutano, kwa hiyo imekuwa ni sehemu muhimu zaidi, amani na utulivu ukihitajika kuhakikisha kwamba basi shughuli zote hizo za kiuchumi zikifanyika, lakini vilevile pia shughuli mbalimbali za kiuchumi zinafanyika mkoani Arusha ikiwemo kilimo pamoja na ufugaji. Tuelekee kwake Yesaya Mwambelo sasa kwa ajili ya kuendelea na matangazo haya, ambao tumekujuza tayari, msafara ndio huo unaingia hapa uh, ukiwa na viongozi mbalimbali waziri mkuu wakiwa anapita hapo na tayari kabisa basi kuweza kupata kile ambacho, uh, kimemeta katika mkoa wetu wa Arusha. Uh, ni ziara ambayo anakwenda kuangazia uh, maeneo ambayo yameathirika na ile siku ya 29, kama ambavyo nimekujuza lakini pia kuweza kuzungumza na wananchi uh, wa mkoa wa Arusha katika eneo hili la Usariva, tukiwa tayari hapa, tukiwa tunasubiria mheshimiwa waziri mkuu aweze kushuka, basi kwa hiyo kuweza ku Eh, salimia uongozi wa mkoa wa Arusha atakwenda kuzungumza nao hapo, na hapa ni almashauri ya Arumeru eh, almashauri ya Meru wilayani Arumeru, Al mkoa mkoani Arusha ambapo anaanzia ziara hii ya kwanza kabisa tangu eh, kuteuliwa kuwa waziri mkuu, na hapo tayari amekusha shuka akiwa eh, anasalimiana na eh, kamati ya ulinzi ya, lakini pia hapo namwona akiwa eh, salimiana na viongozi wa mkoa wa Arusha na kwa tayari sababu kukagua hili. Uh, na kama nakujuza, basi hichi ni kituo cha uh, polisi cha Kikatiti uh, hapa akiwa na zima wachache na Mheshimiwa <coughs> na, uh, Mkuu wa mkoa wa Arusha alikwenda kumkaribisha uh, Mheshimiwa Waziri Mkuu karibu sana katika mkoa wa Arusha na karibu sana katika wilaya ya Arumeru.